Bwana amefanyizia no, amwambie Bwana, leo ni upako wa kalamu. Na nami nataka mambo ya familia yangu, mambo ya maisha yangu ambayo umeniambia umesema na umeni ume mimi na mimi, yaandikwe leo, niandike leo kwa kalamu yako, niandike sema, laiti maneno yako yangeandikwa. Ayubu anatamani hata maneno yake yangeandikwa yangeandikwa kwa kalamu ya chuma tamani leo, yale ambayo ya biashara yako, yale ya familia yako, baraka zako, tamani ziandikwe, vizazi na vizazi viandikwe, habari habari ya yako zako a habari ya maisha yaandikwa. Bwana Yesu, nijeshie mvua leo, katika ibada ya leo, upako wa kalamu. Nani habari yangu habari ya maisha yangu habari ya watoto wangu habari ya kanisa ya yangu habari ya uzao wangu habari ya biashara yangu habari habari anayochokifanya ya habari ipate kuandikwa kwa kalamu ya mwandishi hodari, mwandishi stani anaweza akaandika. Waambie Bwana, habari yangu yaandikwe leo hata sauti yako, fungua kinywa chako, mwambie eh, Bwana nyeshe nguvu kupitia mtumishi ku wako, nabii shindano na kuna kwa chief neno la uzima, neno la baraka, apate habari yako leo, ukutane. Habari yako inaandikwa, habari yako inaandikwa, habari ya kuwa mkuu, habari ya kubarikiwa, habari ya kuongezeka, habari ya habari ya kuwa na shukrani, habari ya moyo wa, mwambie tu Bwana, naomba ni kuangishie Bwana Mungu akunyeshe Bwana katika ibada ya leo Ukutane na mvua ya Bwana, ukutane na nguvu ya Bwana, ukutane na mvua ya Bwana, kama mwimbaji amesema, alipoona Bwana amenyeshewa na mvua ya baraka, kwa sababu yale Mungu aliyosema naye Mungu aliyotenda naye juu ya maisha yake. Akamshukuru mshukuru Mungu apa, mfuguza Mungu, Mungu. Naambie Bwana tu na naomba leo habari ya maisha yako, habari ya familia yako, habari ya kipato chako, habari ya nyumba yako iandikwe leo kwa kalamu ya mwandishi stadi, kwa kalamu ya mwandishi hodari ambayo kinywa chako ndio kalamu Anasema kalamu hiyo, kinywa chako ndio kalamu yako ya kuandika habari yako, kutumia kinywa chako. Habari yako itaandikwa kupitia kinywa chako, juu ya moto wako, habari ya maisha yako, habari ya uzuri wako, habari ya nguvu zako itaandikwa leo kama habari ya Daudi iliandikwa, na lazima ya wako iandikwe, ya kuomba tamani leo iandikwe, iandikwe leo katika nchi ya Tanzania, iandikwe kimataifa, iandikwe kimataifa, habari ya maisha yako ukute ina Habari zako zinajulikana hadi mataifa mengine ambayo huwa juri hawaongei kwa lugha yako, hawasemi kwa lugha yako. Na pia unaona yanaandikwa, unaona yanaandikwa kama